Nawaomba sana wajumbe wa mkutano mkuu, si vyema tujadili wakati mwenyekiti na makamu wake wakiwa pale. Sio utamaduni wa chama chetu, sio utamaduni wa chama chetu. Na kwa kuwa tunataka tuwape zawadi kubwa ambayo wao hawaijui leo, tunataka mwenyekiti aone uzito wa mkutano huu, tunataka mwenyekiti aone uzito wa kikao hichi. Ndugu mwenyekiti, najenga hoja yangu hivi. Wajumbe, naomba tuketi. Ndugu mwenyekiti, najenga hoja yangu hivi, adui unaye mudu usimwachie Mungu. Ndugu mwenyekiti, naomba wewe na makamo wako, naomba mtupishe kidogo, mkutano mkuu huu ujadili mambo mazito, ujadili mambo mazito Alafu utoe maamuzi mkutano mkuu. Kama mnaniunga mkono, naomba wote msimame, wote msimame. CCM, CCM, CCM, CC. Ndugu mwenyekiti, naomba kutoa hoja, naomba kutoa hoja. Asante sana, na hoja inaunga mkono. Ndugu mwenyekiti, waheshimiwa wajumbe, CCM oyee! Aya, tumekusikia mjumbe, lakini mjadala huu ni wawazi na hamna la siri kwa hiyo kama mnataka kutuchapa tuchapeni hapa hapa. kama mnataka kusifia tusifuni hapa hapa, kwa sababu kwa kanuni zetu mwenyekiti lazima aendeshe mjadala huu mpaka tufunge. Kwa hiyo mwenyekiti, sija kuruhusu bado umemaliza kusema. Kwa hiyo ndugu zangu tuendelee.